Watoto wa Mungu aliye Mungu wa Afrika, Mungu wa watu wote, Mungu wa watu wote. Nataka kuambia kitu kimoja. Je, mshawahi kuona Mchaga ana jina la Kizaramo? Mshawahi kuona Mzaramo wanapewa jina la Kinyakyusa? Mshawahi kuona Mrusi ana jina la Kichina? hmm? Nani alishawahi kuona kuona Makonde anapewa jina la Kihe. Hapana. Huu ni mpango maalum. Wewe kuitwa uh, Jailani wakati we unatokea kwetu hapa Afrika. Kuitwa Abdullah wakati wewe sio Abdullah. Hey. Nasema Afrika tulitambue, umekucha. Kemetic people must stand yourself chonte chajene Eh. Hey, naomba watu wajitambue. Afrika ni moja, watu weusi, ndugu wote, tuondokane na utumwa wa kifikira. Kumekucha kucha, asubuhi hii badilisheni majina yenu, tumieni majina yenu ya mwisho. Mi naitwa Chionda wa Chionda, itwa mpwapwa chingambu wa mpwapwa, ng'ondo wa ng'ondo, chingambwe wa chingambwe. Hayo ndio majina yetu. Shalom.